Bismillahir Rahmanir Rahim. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tuko Dodoma katika hatua nyingine na alhamdulillah tumepokea ugeni mzito mkubwa kutoka Dar es Salaam. Leo tunaye mwenyekiti wa taifa wa wajaimat Jumuiya ya Maridhiano Tanzania. Tunaye Dr. Alhaj Sheikh Alhaj Musa Salim. Lakini pia ni mjumbe maalum kwenye kamati yetu ya dua ya kitaifa. Yuko hapa Dodoma kwa majukumu mengine mazito ya kitaifa, lakini ameona apite kwa mzee wetu mzee Ismail Abdallah Daudi ambaye ni mshauri wa Mheshimiwa mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zuberi Ali Bwana. Hivyo tunamkaribisha naye, ana machache ya kuweza kuzungumza juu ya uteuzi wa mzee wetu Alhadi uh, Alhadi Ismail Abdallah Daudi. Karibu Sheikh Alhadi. Asante. Bismillahi rahmanirahim

Mzee Ismail Dawood ambaye ni mustashari wa samahatu mufti wa Tanzania, Shekh Bakari bin Zuberi bin Ali hafidhahu llah. E, tuliona kwenye vyombo vya habari uteuzi huu ambao mheshimiwa mufti ameufanya kwako. E, na sisi kama watoto wa mzee tukasema tukupongeze kwa niaba ya watoto wote wa samahatu mufti tumeona tuchukue fursa hii kukupongeza kwa sababu mzee tunamuona ana, ana fikra hai, ana fikra ambazo e, ni chanya, fikra ambazo zinamfanya kuona, yani firasa, ana firasa e, ana firasa ile ambayo muumini anatakiwa awe nayo. Kwa firasa yake ndio ambayo imemfanya aweze kukuteua kuwa ni mshauri wake na amekuwa na washauri mbalimbali mbali, katika mambo mbalimbali mbali. E, na ukubwa wa mtu ni kuwa na washauri wengi e. Mtu anapokuwa na washauri wengi maana yake ni mkubwa na ana mambo mengi e. Kwa hiyo kila, kila mshauri ana nafasi yake katika ushauri e. Kwa hiyo wewe pia ni sehemu ya washauri wake. Kwa hiyo ili ni jambo ambalo tunampongeza mufti kwa kuona hilo jambo, lakini pia tunakupongeza wewe kwa uteuzi huo hapa Dodoma ambapo ni makao makuu ya serikali, huwa ni mshauri wa mufti kwenye Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania Bakwata. Hili ni jambo kubwa sana kwa mzee wetu Sheikh Ismail. Leo tumekuja kwa hilo kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, lakini pia ni balozi wa amani duniani kupitia UPF. E, nimeona pia nichukue fursa hii mimi binafsi nije Dodoma ni kupongeze lakini, pamoja na kukuombea Mungu pia. E, Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha afya yako e, akubarikie katika shughuli zako e, za kila siku Amin, na mambo yako yote kwa ujumla. E, kwa hiyo haya ndiyo malengo ambayo, e, tumeona kwamba e, tuje tukupongeze, lakini pia tukuombee tukuombe Mungu

Nakaribu sananashukuru sana mimi sana sana. Binafsi nashukuru mm, kwad kubwa namna hii imekuja kunipongezea mimi na kuniombea dua, ili jambo kubwa sana na sikutegemea kama wee takuja ana siku nyingi sana hapa, imekuwa jambo hilo, nilikuwa nategemea kuonana na wewe baada ya kubadilika badilika mambo mengi sana huko, sema sisi hatuja kutana leo, tumekutana kwa sababu Mungu ametaka kutane jambo nah. Yeah. Hili lilikuwa Mungu ametaka mimi niwe mshauri wa mufti, alhamdulillah. Kwanza nah, namshukuru mufti wetu, ulikumbuka namna hii kwamba mimi iwe kaa mshauri wake. Hili jambo likuwa ilishtusha gafula tu aema mihii ssehei watu nataklipa kazi sekaziiewazito siju taaesi ele, lakini niko pamoja na watu wote hapa yeah. eh najua tutapata shirikiano pande zote mbili, kwangu na kwenu, na wataniongoza katika jambo hili kama nifanye didi na didi. Mimi kila wakati niko tayari katika shughuli, niko tayari na vijana kama Asalum na wenza, hawa wako pamoja na mimi nimsina wasiwasi na vijana eh, eh, na wajukuu zangu wote wako pamoja vijana. <tutu> Vijana wangu na wajuku zangu wote tuko pamoja <tutu> katika shughuli hii wananisaidia, wale pia wananisaidia, na wao pia wako pamoja. kwa <tutu> hivyo hakuna shaka katika jambo hilo. Hida tu nasema tena asanteni, shukran jazira, na tuko pamoja irahmarahimisalllah. Hadi Salum Musa ameongozana na kama unavyoona tunao waheshimiwa wakadhaa hapa, si vibaya wakatoa salamu wafahamu, kisha baada ya hapo insha allah tupate picha ya pamoja mm, kisha insha allah itakuwa jambo limefikia mwisho wake, kwa heshima yako. Lakini naam, karibusa. Naitwa Askofu Dr Evans Lucas Chande, ni mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano mkoa wa Dodoma niko hapa nimeambatana na mwenyekiti mwenyekiti wetu wa taifa wa jumuiya ya maridhiano lakini pia nimeambatana na katibu katibu wa jumuiya ya maridhiano wa mkoa, niko naye hapa. Tumekuja kukuona, nimefurahi e, mzee wangu, na kufahamu miaka mingi, na nafurahi pia hata wewe unanifahamu. <laughs> nimejisikia vizuri sana. E, nimejisikia vizuri sana nashukuru sana kwa ushirikiano huu na, ongera sana kwa uteuzi e, ni jambo jema na ni jambo zuri tunajisikia yeah, vizuri yeah, ukishapewa heshima ya namna hiyo ya ya kuongoza ku, ku, taasisi yeah, ni jambo kubwa na ni heri mbele ya Mwenyezi Mungu yeah. E, na nakushukuru sana kushukuru sana. Karibu. Asante. <coughs> Basi na mimi nichukue fursa hii kumshukuru Mungu. Ni hakika mzee wangu ni kati ya wazee ambao Dodoma hapa sisi tulikuwa tuko wadogo wametulea, yaani e, e, tunavyokuwa tunafika wakati huu tunapata fursa ya, ku, ya kuja hapa kusalimia, na tunaona kwamba umepewa nafasi kubwa ya kushauri. Ukipewa kuwa mshauri, maana yake hekima na busara yako imeonekana. Kwa sisi tukitakia kila laheri jemati hapa makao makuu Dodoma, tunaamini kwamba tutaendelea kushirikiana hasa katika kuhakikisha kwamba tunaendeleza amani kama vile jumuiya yetu ambayo inataka tuwe na amani. Nikupe pongezi sana na wote ambao mnashirikiana nao kwa pamoja. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa Rehema Msuya ni mwenyekiti hapa Dodoma upande wa itifaki, asante. Mimi kwa jina naitwa Agostino Ndimira Doto ni katibu wa jumuiya Maridhiano e, na amani mkoa wa Dodoma. Nashukuru sana e, nimeambatana na viongozi wenzangu kwa ajili ya kuja kuona mzee na kuja ukupongeza kwa ajili ya uteuzi wako. Kwa hiyo unapoteuliwa kwa ajili ya kushirikiana kwenye taasisi, ina maana ni hekima mzuri ambayo inaweza ikatusaidia kama sisi kama watendaji katika mkoa wa Dodoma Tunashukuru sana kwa kwa pongeza kwako za shughuli kama hiyo ya kuteua. Hata sisi tunahitaji ushirikiano wa kwako katika mkoa wetu wa Dodoma, asante sana nam. Bismillahi rahmani rahim, leo tuna fursa nyingine, tunaye mheshimiwa waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaye hapa na na machache ya kuzungumza juu ya uteuzi wa mheshimiwa mzee wetu eh, ambao ni mlezi wa jamii taifa. Ana machache ya kumshukuru kusema juu ya uteuzi ambao amefanya mheshimiwa mufti wa Tanzania. Karibu mheshimiwa waziri mkuu mstaafu. Mara ni kwanza, hongera bwana, maana maana nilikuwa sijajua, hivi huyu bwana ndio akaniambia sasa, eh nikasema kama kama ni hiyo, nadhani bado kukosea. <laughs> <laughs> <Nalani, pabu> <laughs> <laughs> Kwa kazi ya ushauri kwake nadhani nampa zaidi kuliko mengine. <laughs> so Mungu akujalie, lakini sasaza kufanya kazi yako vizuri. <laughs> na mimi ndio niko kwenye maridhiano, kwa hiyo tutakuwa tunakutana mara nyingi tu. Kwa hiyo mm, zaidi kubwa ni kuomba viongozi sasa waongeze dua kuomba zaidi, mambo yaende hey, hey, vizuri